Na mtazamaji, mtu mmoja ameuawa kufuatia vurugu za kampeni za uchaguzi mdogo katika wodi ya Chwele huko Kabuchai, kaunti ya Bungoma. Mzee huyo wa miaka sabini aliyekuwa akipokea matibabu baada ya ghasia hizo amefariki akipokea matibabu hayo. Wengine waliojeruhiwa wanaendelea kutibiwa. Na haya yamejiri huku joto la kisiasa likitanda miongoni mwa wanasiasa wanaojiandaa kwa chaguzi ndogo maeneo mbalimbali humo nchini. Ni katika mkutano ulioongozwa na gavana wa Trans Nzoia ya George Natembeya hapo jana, ambapo milio ya risasi iliripotiwa katika purukushani hiyo. Mzee wa miaka sabini aliyejeruhiwa amefariki usiku wa kuamkia leo. Makazi ya mbunge wa Kabuchai majimbo Kalasinga nayo yakivamiwa.

Licha ya tume ya uchaguzi kutoa onyo afisa visa kama hivi, kaunti ya Machakos, mfuasi huyu wa chama cha Wiper yupo hospitalini akidai kupokea kichapo wakati wa kampeni za uchaguzi mdogo wa Mumbui North. Mwakilishi wadi aliyehusishwa akikana madai hayo. Alikuwa anagonga jamaa mwingine, akapita akanigonga, akaanza kuniambia tuende hapo kwa gari tuongee, nami nikakataa, nikaenda nyumbani. I was surprised to for the ribs. Katika uchaguzi mdogo wa Malava chama cha UDA kimepigwa jeki baada ya mgombea wa chama cha DNA Joab wa Burundi kujiondoa na kumunga mkono mgombea wa UDA, e David Ndakwa. Mkuu wa mawaziri Musalia Mudavadi akitaja hatua hiyo kwa jitihada za kutoa ushindi katika uchaguzi mdogo ambao kampeni zake zinafikia kikomo hapo kesho. Na sasa wale wako kule kwa kiwanja, wajue kwamba ndugu manyasi yuko na sisi, tunafanya kazi pamoja, tunatembea pamoja. Kwa hivyo kama ni vumbi sasa, wataiona kwa sababu ndugu yetu amekubali kushikana na sisi. Francis Mtalaki, ringa ya Citizen.